Nipende kuwashukuru wafanyabiashara wote wa mazao pamoja na viongozi kwa kuitikia wito, ambao tumekutana leo na baadhi ya wakuu wa idara na vitengo ili kujadili uh, namna ya kuenenda katika ukusanyaji wa mazao lakini ushuru pamoja na uanzishaji wa soko la uuzaji na ununuzi wa mazao hapa katish. Ninawashukuru kwa dhati kabisa kwa mawazo yote ambayo mmeyatoa lakini pia kwa changamoto ambazo pia mmezitoa, zingine tumezipata hapa hapa wakati wa majadiliano, ambayo mimi niahidi kwamba nitakwenda kusimamia changamoto hizo ziweze kumalizika, lakini kusimamia ushuru, utoaji wa ushuru kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu, pale ambapo Uh, yeyote atakiuka basi atachukuliwa hatua kwa mujibu wa hizo taratibu zilizopo. Ni rai yangu kwenu wakulima wale tunaowaona huko nje ambao sio sehemu ya kikao hiki wamefanya jitihada kubwa sana za kuhakikisha kwamba wamelima. Ni uongo. Mm. wamefanya jitihada kubwa sana na mbele ya Mwenyezi Mungu wametekeleza wajibu wao kama wakulima na sisi maisha yetu kwa kiasi kikubwa kimetegemea jitihada za wakulima wale, au sio? Sasa wale wakulima wanachokitarajia tu kwenye mamlaka ni mamla kupata huduma inayostahili. Kule mkienda nini sasa hivi na magari yenu kule, barabara si mnaziona zina hali mbaya? Kama halmashauri hajakusanya fedha za kutosha, kutokana na jitihada hizo hizo, haiwezi kupeleka fedha za kukatua hizo nini barabara. Si ni kweli? sasa lile alilolisema katibu katibu, nilikuwa naomba liwe ni azimio basi la kikao chetu, kwa sababu ndio shughuli zetu na ndio tunaendelea nazo. Tuseme hakuna kufanya nini, kutorosha. Kutorosha, hakuna kutorosha kwa sababu hakuna haja ya kutorosha, na hakuna haja ya kugombana. Kwani tunagombana kwa ajili ya nini? halmashauri yetu kwa sababu kwenye mkoa wa Manyara ndio ya kwanza kwa uzalishaji wa mazao mengi, ni uongo? Lakini hatuonekani onekani kutokana na mapato tunayopata kutokana na nini? Na ushuru wa mazao. Kwa nini? Kwa sababu ya chekeche ziko nyingi. Tunapokwenda kwenye lengo, tunaiboresha mashauri yetu na <laughs> akwetu tengeneza ushuru mzuri, na lile liliongezeka pale bilioni saba na zaidi, utafika kumi kumi, nao utafata ile credit ya mkoa ya wilaya kama ilivyopatikana. Wakajuzi gari limetoka hapa, amelipia kunia mia tatu ishirini, akafika masakta, ile gari likakaguliwa, likakutana mia tatu na thelathini. Analipa faini laki tatu na na na thelathini vile vile. Huyo mtu atatorosha kweli akijua kwamba anataka kupiga faini pale mbele. Atoroshi. Tusaidiane <tosan> wenye kulipia walipie ambao watakuwa na wanamwa mazao na kusafirisha. Ndio. Hii shauka matana nini? Sisi ni wana Hanang' wote. Tusikorofishane. Tunywe soda vizuri eti mama. Ndio. Mm -hmm. Maana mwa korofi tatuani na kupata kula chakula na hiyo. Mwaka huu mama amesema, twende vizuri jamani, tupendane tu. Hela ziingia hapa aaameshawetu, tunaona tunachangisha, hela zinaenda vizuri sana kwenye maendeleo, si ndio? Sasa tuchangishe vizuri, tupata milioni hata milioni ishirini. Sawa huyo mama, kwa muziki tengenezeni Nimezungumza habari ya kutengeneza miundo mbinu. Miundo mbinu unasema kuna wengine wakubwa kubwa wengine wadogo. Kwa nini nasema sako? Sako inawasaidia nyie kubaliana. Kwani sisi kama wafanyabiashara, serikali kwenye eneo hili limechelewa. Basi sisi tunaanza kujenga jengo hili hapa. Hili linakuwa la pamoja. Kama mmeamua kutoa pesa labda milioni hamsini au sitini au sabini au au milioni mia. Mnajenga ile jengo tunaingia na serikali tunaingia kama tulivyosema tunaingia mkataba kupitia sako yenu au kupitia chama chenu tunatoa miaka kumi mtakuwa mnakaa bure, kwa sababu jengo limeshafanya nimeshaweza kujenga. Kwa hiyo tutakubaliana.